Hakuna sababu ya kutumia vilainishi katika swala la tendo la ndoa. Nafahamu kwamba kuna wanawake wengi sana ambao wanapitia changamoto ya uke mkavu na wanatumia vilainishi wakati wa tendo la ndoa bila kufahamu kwamba uh, vilainishi hivyo vina madhara hapo baadaye. Wanawake wanaotumia vilainishi wakati wa tendo la ndoa wana hatari zaidi ya kupata maambukizi katika via vyako vya uzazi. Kumbuka kwamba vilainishi vinaondoa bakteria katika via vyako vya uzazi, na ndo maana wanawake wengi fangasi za mara kwa mara hatuishiwi, miwasho ya mara kwa mara hatuishiwi, ni kwa sababu wanatumia vilainishi wakati wa tendo la ndoa. Kama wewe ni mwanamke ambaye unapitia changamoto ya uke mkavu, na kushauri ni vizuri ukafanya matibabu kuliko kutumia vilai